Haki nyingine ya msingi ya mtoto ni nikupe, kupewa elimu ya kidunia na ya kiroho kwa umuhimu ulio sawa. Mtoto anapaswa kufundishwa usomaji wa Qurani tukufu pale tu anapoingia katika tanzimu ya Atfalul Ahmadia, yani kwanzia umri wa miaka mitatu, na anapotimiza umri wa miaka wa kwanza shule, anatakiwa aanzishiwe mazoezi ya ibada hasa kusimamisha sala, na ili limo katika maagizo ya Mtume wetu mtukufu Muhamadi sallallahu alaihi wasallam, ambaye alituamuru kwa kusema Waamuruni watoto wenu kusali wakiwa na umri wa miaka saba wapigeni kwa ajili ya kusala wakiwa na miaka kumi na mwatenganishe vitanda kijinsia katika Abu Daudi hadithi inapatikana. Hapa tunasisitizwa kumwamrisha kiroho kabla mtoto hajaingia katika mkabala wa kidunia akiwa na umri wa miaka saba amrishwe kusali na anapofikia umri wa miaka kumi aki akingali mbishi ya sala, hapo kanuni ya adhabu imeshauriwa kuchukua nafasi yake. Katika hili pia imedokezwa haki muhimu ya watoto inayopuuzwa na familia nyingi, nayo ni mtoto kutopewa adhabu ya kipigo kabla ya umri wa miaka kumi, ambapo angalau anaweza kutambua sababu ya kuadhibiwa kwake. Hata hivyo, adhabu ya kipigo imeruhusiwa tu kwa kosa la kupuuzaji uendelevu na wa makusudi juu ya sala na si makosa mengine madogo madogo. Lakini watoto wengi katika familia zetu kila uchao hupokea vipigo tangu akiwa na umri wa miaka chini ya miaka mitano makosa kama kuvunja visahani, kumwaga vitoweo au kukosea katika utekelezaji wa maagizo fulani, lakini mtoto huyo huenda asiadhibiwe, huenda asiadhibiwe pale ambapo anapokuwa hatimizi wajibu wake wa kusali. Iwapo ni kweli tunafuata mfano huu mwema ulioonyeshwa na Masiha Laidi alahisalam na fani wake, basi jambo hili la kutimiza haki za watoto linawezekana.